Ndio, mimi ni Alexis Mwamba Dunia coordinateur provincial du Sud-Kivu RAD reserve armee ya defense ndio. Meseu Alexis, uliitisha wapasha habari leo ni kwa malengo gani? No, niliwaita tuzungumze kidogo kuhusu kurejea ya government ndani ya mji wa Uvira na shida ambayo inatupata hapa Uvira kwa leo, na kitu gani tunaweza tuki ambia raia na ndio lengo ya sisi kukutana hapa, ili tuzungumze kwa ajili ya amani na usalama wa mji wetu Uvira. Na kwa sasa, wewe hali unaiona namna gani kusudi mpaka uweze kuwaita wapasha habari? Kwa sasa, nimeona hali imerejea tulivu, sababu tulitoka mali, tulikuwa tunapambana kuvilima, ilikuwa siku ya Mungu dimashi yenye iliyopita tukaitwa na viongozi kwenye makao makuu mji wetu wa Kinshasa, na kutuambia turejee haraka, tuwasili mji wa Uvira kwa ajili ya kuleta amani ndani ya mji wa Uvira. na kwa sasa hali ya amani iko namna gani ndani ya mji wa Uvira na pembezoni? Ndiyo, amani imerejea ndani ya mji wa Uvira sababu wakati tulifika ndio asili hapa, ilikuwa na saa tano ya usiku, yaani 23 h ya usiku ya dimanshi. Tukawasili hapa tukaanza kulifika, masasi ni nyingi, masasi ilikuwa mutile yote ya Uvira. Na wakati masasi ilikuwa, tukaanza funga watu, tukaanza funga, uh, wenye kupiga masasi wote tulilokota hatukuchagua ukuwe raia ukuwe jeshi wa taifa yani FRDC, ukuwe mzalendo, wote tuliwaogota na kuwafunga na kuwapinia. Basi na hiyo tukaweka gereza moja yani kasho moja yenye kusimamiwa na FRDC birode, na ndio pale wote wanakaa na wenye kufanya makosa kwa zaidi wote wanailiwa gorogoroni na ndio amani inarejea kwa utaratibu, amani inarejea kwa utaratibu. E, moseu Alexis, wakati mauaji inaonekana kila siku jijini Uvira, mfano kata la Mulongwe, kata la Rombe, kunaonekana tena, kuna kijana ambaye aliuawa, amani unarudi namna gani? Haone kama ni kitu na kingine tofauti, ndio na ndio kiini ya kuwaita ndugu yangu kwa kupasha wandugu wenzetu, sababu kitu mfahamu na raia yote ifahamu kusema sio wazalendo wenye kuua watu kiolela, hapana. Sio FRDC wenye kuua watu hivyo, hapana. Unaona, wakati tulifika hapa tunakuwa tunafunga watu ambao walikuwa wanatumika jeshi la M23, wenye walikuwa wana jeshi wa M23 walijikuta M23 inarejea kwenda Rwanda. Sasa na wao watafanya namna gani? Wakavua mateni, wakaficha masilaha, wakabaki mumanyumba mbalimbali, na wale ndio watu wenye kufanya vitendo vya makosa bale ndio benye kuiba, bale ndio benye ku, ku, kupora watu kulumiza watu mbaya. Lakini wakati wamoja wao wako wanashikwa na wanaanza kujificha, na amani inaanza rejea ile mauaji ambayo ilipita pale, eh, atutasema atu kama tulikamata mtu fulani ambayo alifanya mauaji, na tunaendelea kufanya mankete na kuambia yeyote yule ambaye anashika silaha atekeleze matakwa ya serikali. Hapo ndio tumesema amani yote iko na rejea, na ni taratibu. Unaona amani inakuwa sawa vile magonjwa wakati ya magonjwa, mtu anagonjwa inaingia mara moja kwa dakika, lakini kwa kupona inaomba muda. Ndio hiyo ndo. E, msemaji wa M23 akijifasiria alisema kama waliondoka bila, lakini sio kwa mtutu wa masasi. Je, nyinyi kama wazalendo mulichukuliaje hiyo madai yake? Ni kweli wameondoka, e, wenyewe ama ni kwa mtutu wa risasi? Ndugu yangu kwa kawaida eh, ni kusema tumerejea Uvira, waondoke kwa, kwa bike waondoke kwa lisasi, ni kusema tumerejea mjini Uvira na amani ndio tunatafuta hiyo. Eh, msemaji ni msemaji ndugu yangu, yeye alisema hiyo ambaye alimjia na kuambiliwa na government ya kwao ya M23, lakini sisi kama vile wananchi eh, watoto wa nchi wenye kushika silaha kutetea nchi yetu, tunasema kwa njia zote ambayo ilitumikishwa na government kwa silaha kwa bike, tuko katika mji wa Uvira, na kikubwa ni kuambia wakongomani ambao wenye wanapatikana katika M23 warejee nyumbani, waache kwenda kuangaika mahali wako anaenda awafahamu ni wapi bora warejee nyumbani waombe msamaha kwenye serikali. Mwenye alifanya mawizi, mwenye alifanya mauaji, ubakaji ataadhibiwa kadiri vile sheria inasema. Na tunaambia wandugu wenzetu wazalendo hapa, tumekwisha kuwa na kitengo chenye kufanya kusafisha mji wa Uvira. Yule yoyote ambaye anatembea na silaha kiolela, uwe mzalendo huwe jeshi la taifa, tutakushika na tunakufunga na utaadhibiwa kadiri sheria ya kijeshi inasema. Na tunaomba wakubwa wa viongozi wa kizalendo kuondoa rak, wazalendo wapande bilimani, tuende tukafunge bilima, sababu adui halale, adui halale, epo wanapanda bilima kwa kutafuta kushambulia mjini mbalimbali mbali. Kwa hiyo turejee twende kubilimwa, tuendelee kufanya mapambano huko ili tusafishe mji wetu wa Uvira. Tuache polisi na PM wafanye kazi mji wa Uvira. Hiyo ndio message ya government. Yoyote ule ambayo hata sikia kwa hiyo message, kwa hii shauri ambayo tumepewa, atakamatwa na kuwazibiwa. Ni kusema ya kwanza, wazalendo wote tupande vijimani kwenda tukafunge manjia ambayo adui anaweza kuja kutuingilia twende tukafunge. Ya pili, hakuna mzalendo anaruhusiwa kuweka kasho pale. Nisikie kwa faida raia yetu. Yule yote raia ambaye atastaki mtu kumzalendo, ule mwenye yali alistaki aje kwetu amustaki ule mtu, na sisi tutamwazibu. Mwenye kupenda kustaki aende astaki kwenye polisi, aende astaki kwenye biro, aende astaki kwenye parke, wale ndio wanahusika na hiyo. Sisi wazalendo kazi yetu ni mapambano, kupigana, hapana mambo ya kufungana tena. Na hiyo kordo, tumesoma katika mitandao ya kijamii kisema sa zote wanaweza kukamata Uvira na kwa sababu waliingia bila M23 haiwezi kamata Uvira kama gisi wanavyo kusema. Population yetu ya Uvira ijikute uhuru, government iko determine kwa kulinda raia na mali yake. Hawawezi ya rejea tena hapa mji wa Uvira, hiyo wakuwe nayo tumaini. Unaona, waliingia Uvira bila kupigana Uvira, na wanatoka bila kupigana Uvira ni kusema hawakutushinda na sisi hatukuwashinda, yaani sisi wote ni namna moja, na kwa hiyo hawatarejea tena mji wa Uvira. Wao hawana tena hiyo nguvu ya kusema watarejea hapa. Wakipima tutawapiga hadi nchini mwao, wakipima kusubutu tena tutawapiga hadi nchini mwao, sababu akiweza tika hiyo betize irudie mara mbili na, na, na kwa sasa M23 inashimamia wapi? na government inashimamia wapi? Raia ya Uvira na kandokando ifahamu kama M23 imerejea nyuma, mali walikuwa wakiketi, yani katokota kwenda kule, ndio wameshimamia katokota kwenda Kamanyola wakitekeleza masaini ambayo ilisainiwa siku ine mwezi wa kumi na mbili eh, mwaka uliopita wa uh, elfu mbili ishirini na tano. Kwa sababu hiyo ndio sisi wote ambao tumealikwa kuheshimu mkataba hiyo saini ya amani ambayo ilisainiwa ndio wamerejea nafasi wa ko warejea mipango ingine ambayo itafanyika na serikali, lakini kusema kama warejee mji wa Uvira hapana. Nilikiwa nikiendelesha message ya kwangu wenzetu, kwa zalendo, ule mzalendo ambaye atatia barier kubalabala tutamshika na kumwazibu. Hakuna mambo ya bariera, hakuna, hakuna mambo ya effort de guerre. Serikali inakamata majukumu yake. kama tuko na njaa, tuna li, tuna ku, ku na njaa tunaenda ku serikali na inatupatia mzalendo yote ambayo eko na lazima, nasikia njaa a condition aku, akuwe kufront, usikuje huko na zunguruko humu vile, na ukuyo twambie kama uko na njaa, tutakufunga lakini kama ukikuwa kule kufo, unatuambia uko na njaa, na sisi ambao tunawasimamia tutaambia serikali na chakula itafika kwepesi, na iko inafika, na mpaka hivi niko naongea na we iko inafika. Nimekwisha, tumekwisha kudeploy saa hii ekipe ine inapanda, inaendelea na hii wakati niko nakuambia, na wengine wako wanaenda, sababu hatuna muda wa kupoteza wa kukaa mkuzunguka zuru kuzunguruka kiolela mkunyang'anya simu ya watu mukupora watu katika mji wa Uvira, tumepiga marufuku kabisa. Tumepiga marufuku wazalendo, kikundi ambao tutaona wanafanya gereza ya kufunga raia ya kufunga watu, ole kwa wewe mwenye utabano huko nafunga watu, ole kwa wewe mwenye utabano huko nanyang'anya vitu ya watu, antuka hiyo tumepigwa marufuku. Ndio cordo e, unatubakie pale kungambo ya kusema kama e, wa M23 wanashimamia katogota. Kuna misemo ambayo inaonesha inasema kama wako, watu wako wanawaona sange nyinyi, mnashukulia hiyo namna gani? Ni kweli ama ni habari za uongo? Ndugu mpashaji, ninakuambia kama wale ambao wanasema wanawaona sange ni safari kama mtu yuko anafunga vitu vya ambayo yuko navyo kwa kurejea, anafunga taratibu na kuendelea. Lakini ninakuambia kama wako wanaenda, na muda mchache utasikia tunawasili Sanja, kwa sababu tumekuwa tayari katika karibu ya Sanja. Ni kusema hiyo gukuma ya pale tumekwisha wasili mwaiyo wa gukuma na tumezingira. Ni kusema wako wanaenda na utaratibu, wako wanarejea na utaratibu na raia yetu ijikute huru kufanya kazi na usalama. Yule yoyote ambayo anasumbua, tuliweka namba ya simu, tutawapatia tena mara ya pili ya tatu, na kuambia kama yoyote ambayo mwenye ataenda kusumbua raia, tutamshika. Tunataka raia ifanye kazi yake kwa usalama na amani, ili maendeleo ya Uvira yaendelee. Munataka raia ifanye kazi kwa usalama na amani, umesema hapo mbele kama e, munapiga marufuku e, mambo ya mabariere. Ni kusema kama njia ya watu kutoka Uvira mpaka Bukavu itaendelea kuwa wazi kama wakati M23 iliingia ama ngambo yenu mtafunga? Sisi hatuweze acha njia wazi pale kwenye tunasimamia na pale kutoka hapa kwenye tuko tunaongea, Uvira mpaka kwenye tunasimamia tunapasha kuwa wazi sababu uh, tunaheshimu mipaka ya mahali tunaposimamia, yaani bariere yetu ya mwisho. Pale kwenye tunatia bariere yetu ya mwisho mpaka Uvira akuweze kuonekana bariere, yule ambaye atatia bariere tutamufunga na tutamuazibu, tutamufunga na tutamuazibu na kwa sasa relation iko namna gani kati ya wazalendo na, na, na FRDC Ozenith, 5 sur 5, tuko watu wa moja sisi. Wazalendo ni wasaidizi wa FRDC na relasion yetu iko nzuri, na hivi niko naongea na wewe kuna kunakuwa kitengo ambayo tuliweka ya kutembea. Tunatembea gari moja na FRDC, tunazunguka umjini usiku na mchana nkwenda kukamata wale ambao wako wanafanya vitendo vya unyanyasaji na tunawafunga. Hakuna FRDC hakuna mzalendo, serikali inatusuluhisha kitu kimoja na kuazibiwa ni namna moja, na tunatembea pamoja. Hata chakula, tuko tunasikia njaa, tunaenda kwenye FRDC iko wanatupatia chakula, tunakula. nonankata ninarudishia tena 09 nonantrua 4049 donakad na watu wenye hawanifahamu, ni Alexis Mwamba Dunia, coordinateur provincial wa réserve armée ya defense RAD, province muzima ya Sid Kivu. Sid Kivu si Uvira na Fizi peke yake, Sid Kivu iko hamo Uvira, Fizi, Mwenga, Shabunda, Walungu, Kabare Kale Ijwi na Bukavu comme chefulier. Ndio Sud Kivu en général. Hiyo ndio kitu mnaweza mkifahamu. Aksanti, mimi nawashukuru kwa kazi ambayo mnajitoa kwa ajili ya nchi yetu aksanti.